Penda nishukuru leo hii kushiriki katika tukio hili ambalo linaakisi utu, upendo, mshikamano na dhamira ya kweli ya kuhakikisha kuwa hakuna mtoto aliyeachwa nyuma katika hatua yoyote ile. Niseme kwamba watoto wenye wa ulemavu ni sehemu muhimu ya jamii yetu. Watoto hawa wanazo haki sawa na za msingi kama walivyo watoto wengine. Watoto hawa wana haki ya kupata elimu kama wanavyopata elimu watoto wengine, wana haki ya kupata afya bora kama wanavyopata watoto wengine, wana haki ya kulindwa na mambo mbalimbali yaliyomo kwenye jamii, kulindwa na vitendo vya udhalilishaji na kulindwa na mambo mengine yote ambayo yamezunguka katika jamii yetu. Lakini pia hawa watoto hawa wana haki ya upendo, wanastahili kupendwa kama wanavyopendwa watoto wengine, nao ni watoto sawa na ambao watoto hawa naea. Lakini pia watoto hawa wanastahili kupata fursa za kuendeleza vitu vyao. Kwa hiyo hatuoni sababu ya kuwatenga watoto hawa kutokana na maumbile yao ambayo Mwenyezi Mungu amewaumba. Leo hii tukijiona sisi ni wazima, tutambue kwamba kesho nasi ni ulemavu. Maandiko yake aua hatuyajui, tunaweza kutoka hapa, Mungu atuhifadhi na tuepushe, tukifika njiani ukapata ajali kwa sababu ya ulemavu. Kwa hiyo hatuoni sababu ya kuwatenga watoto hawa kwa sababu ya ulemavu wao, tukitambua kwamba nasi ni ulemavu wa kesho. Pia changamoto wanazokutana nazo sio tu zao peke yao, bali ni zetu sote tunapaswa kama jamii, taasisi na serikali kuhakikisha tunazipunguza ama kuziondosha kabisa. Leo tumekusanyika hapa si tu kukabidhi msaada wa vifaa, bali kutuma ujumbe kwa jamii kwamba tunatambua thamani ya watoto hawa, tunawathamini, tunawaunga mkono na tuko tayari kuwa sehemu ya safari yao kwenye mafanikio. Lakini niseme kwamba nitoe shukurani zangu za dhati kwa wale wote waliochangia kupatikana kwa msaada huu, iwe fedha, vifaa, hata muda au mawazo, ambayo walichangia kuweza kupatikana kwa msaada huu. Msaada huu utaboresha kwa kiwango kikubwa mazingira ya kujifunzia watoto hawa na kuishi kama watoto wetu na kuendelea kuibua tumaini jipya ndani yao. Lakini baada ya kutoa shukurani hizo kwa wale waliochangia kwa njia moja ama nyingine, nasema napenda sana kwa dhati ya nafsi yangu, kwa dhati ya nafsi yangu kuwashukuru sana sana maafisa wangu wa watu wenye ulemavu wa wilaya yangu ya Mkoani kwa kufanya ziara, ambayo ziara hiyo iliibua changamoto za watoto hawa, na ndio maana sasa tukasema kutokana na changamoto hizo, kama serikali ya wilaya ilisimama kuhakikisha kuona kwamba tunawaletea msaada watoto hawa, ili waweze kufanikiwa kuja skuli na kufanya mambo yao mengine. Nawashukuru sana maafisa wangu, kwa sababu bila wao mimi nisingejua kama huku kuna watoto wanahitaji hivyo vifaa ama wanahitaji msaada, kwa ajili ya kuwawezesha kuweza kufika hapa skuli na kuweza kujipatia elimu kama wanavyojipatia watoto wengine. <coughs> Aidha niseme kwamba ni vyema ninawakumbusha kuwa msaada huu ni hatua moja tu. Tunapaswa kuendelea kushirikiana ili kuwekeza katika miundombinu miundombinu ya huduma za afya, ya usafiri usafiri rafiki, vifaa saidizi, na mafunzo maalum yatakayowawezesha watoto hawa kufikia ndoto zao. Tunaona serikali yetu tukufu ya mapinduzi ya Zanzibar sasa tukijenga maskuli tunaweka miundo mbinu ya kuwawezesha watu wenye ulemavu nao kuweza kufika katika madarasa hayo, ili nao waweze kwenda kusoma. Lakini pia sasa hivi tunaona vituo vya afya vinajengwa kila sehemu na mahospitali hii yote tunawarahisishia watu wote wa jamii zetu waweze kufikia huduma katika mazingira yao. Kwa hiyo yema, hili nalo ni jambo jema na tunapaswa nasi kuunga mkono ili kuhakikisha kwamba watu wote wanapata huduma za maendeleo zinazoletwa na viongozi wetu wakuu. Wazazi wangu wapenzi, na nasema na, na, na, ni yani, wazazi na walezi, nawapongeza kwa moyo wa subira uvumilifu na upendo mnaoonesha katika kuwalea watoto hawa, kwa sababu hii kazi ya ulezi ya watoto hawa ni kazi ngumu sana, lakini tutambue kwamba ni kazi yenye thawabu kubwa sana na malipo makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Na kuombeni sana musikimwe, tuwalee watoto hawa kwa moyo safi kama tunavyowalea watoto wetu wengine ambao Mwenyezi Mungu hakuwa pongemavu. Tutambue kwamba tuna maliko yetu ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea mbele ya safari, na tutambue kwamba serikali na wadau wa maendeleo wataendelea kuwaunga mkono watoto hawa. Lakini pia ni waombe wazazi tusiwafiche watoto wenye ulemavu. Haya yote ni maandiko yake Mwenyezi Mungu kama nilivyosema pale mwanzo, nasi pia ni walemavu watarajiwa. Hatujui mbele yetu, hatuwezi kujua hata dakika moja mbele yetu tutatokea nini. Kwa hiyo hatuoni sababu ya kuwaficha watoto hawa na kuwaposesha haki zao mbali mbali. Na niseme kwamba tukiwaficha watoto hawa na tunawazidishia ulemavu tukiwaleka ndani tu hatuwatoi hatu, hatu, nje, tunawaficha huo ule, ulemavu ndio unakuwa, lakini kama utamleta katika mazingira haya nauziwe, anachangamka anacheza, basi ulemavu ule, ule unakwenda unaondoka kidogo kidogo, na kwa kupitia misaada hii ambayo sisi tukigundua tutawaletea watoto wetu hawa kwa hiyo ni kuombeni sana, tusiwafiche watoto hawa. Nikitoa wa mfano, natoa mfano juzi, katika bunge letu tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumemwona yule mama mlemavu mlemavu <coughs> <coughs> wa uziwi anasikii, nikasema ina silo h <coughs> <coughs> <coughs> mlemavu ule wa kusikia, leo mlemavu tumemwona kafikia kuingia katika vyombo vikuu vya maamuzi hile ni kwamba wazazi wake hawakumficha hapo walipokuwa mdogo, waliamua kumweka bayana, kumpeleka katika skuli zinazosomesha watu wa aina ile. Mpaka leo kaelimika, tumemwona kaenda pale kala kiapo mbele ya mheshimiwa Spika na sasa ni mbunge anawakilisha kundi hili la watu wenye ulemavu. Kwa hiyo watoto wetu kuwatoa na kuwaleta hapa shule kuanza kupata elimu ya msingi na kuendelea, kesho naye hatuwezi kujua Mwenyezi Mungu kampangia nini, anaweza kuja kuwa kiongozi mkubwa kabisa. Kwa hiyo nawanasihi sana, tusiwafiche watoto hawa, tuwaleteni wapate elimu kama wanavyopata watoto wengine. Hatujui ndoto zao ni zipi, na hatujui kesho Mwenyezi Mungu awapangia kuwa nani, lakini tukiwaficha tunakwenda sasa, tunaporomosha ndoto zao, tunaporomosha hata yale Mwenyezi Mungu ambayo kapanga huyu ajikua hilo, kama kupata elimu hawezi kuwa. Kwa hiyo na nawanasihi sana wazazi wenzangu tu tuwatoeni watoto tusiwafiche tuwapeleke kila pana panakostahiki kupelekwa. Kuna michezo mpeleke naye na namziwe. Kuna safari za kiskuli, kama atapata msimamizi mzuri mpeleke naye kwenye safari za kiskuli. Mota ume anapata kujifunza kuliko kumweka ndani tu, unazidi kumdumaza na kumlemaza zaidi. Lakini nanyi watoto wangu wapendwa, naomba sana msiogope, watoto wenye ulemavu msiogope, tambueni kwamba tunawapenda sana na tunawathamini sana sana sana, mjue kwamba mna thamani kubwa sana kwetu. Endeleeni kujifunza, kujiamini na kuamini kwamba kesho yenu itakuwa bora zaidi. Tambueni kuwa mnaweza kufika mbali na kufanikiwa katika ndoto zenu. Nasikia watoto hao wenye ulemavu wanacheza <laughs> lakini nitasema kwa, kwa hata kama wasikii wazazi wake mtasikia na jamii itasikia. Hawa watoto wana ndoto, tunaomba watambue kwamba serikali ipo. Serikali ipo, itatoa misaada kwao, na tunaona leo pamie kwa skuli maalum kujini hapo ya watoto wenye hali kama hizo. Ukiona hapa mtoto kama ni mtoto, wanahitaji kusoma zile nukta nundu, hapa hapana, anampeleka kwa zile skuli ambazo, wala tusikereke, misaada ipo, watoto wao watasaidiwa na tutahakikisha tuta, kwamba wanapata elimu yao ili waweze kufikia ndoto zao. Kila mtoto ama kila mtu ana ndoto zake za maisha. Lakini mwisho kabisa, kwa niaba ya serikali na kwa heshima kubwa, naomba sasa nikabidhi msaada huu na kuwatakia matumizi yenye manufaa kwa watoto hao. Tuendelee kushikamana, tuendelee kushikamana, kupendana na kujenga jamii jumuishi isiyemuacha mtu yoyote nyuma ili linalosisitiza tujenge jamii jumuishi ambayo haitomwacha mtu yoyote wa aina yoyote nyuma. Sote tujue kwamba ni jamii moja, sote tujue kwamba ni wananchi wa nchi hii, tuna haki sawa ya kupata maendeleo yote yanayoletwa na viongozi wetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru tena, asanteni sana, kwaisa.